Mgeni wetu, nakwambia, ah, ndo huyo. Safi sana ena mambo za masiku. Sasa mbona kinyonge? <coughs> Vipi kuhusu ule mchakato wetu? Nakubali. Kba hmm, mona Mwenyezi Mungu anavyojua kupangilia, yaani amini ya kama kweli mimi nilikuwa nakuhitaji ni miaka mingi sana, lakini mpaka leo umeamua kufungua nafsi, nashukuru sana, nakupenda sikio kwao nakupenda kong... Sa? sana. Asante habari, usiwe hivyo. uh -huh. mbona bon, kinyonge, niambie sasa vipi? Mbona umebadilika ghafla? Yote kwa ajili ya mapenzi yako kuza, naomba. Hapana. Siku... Nini shida? Usinisaliti kumsaliti mume wangu. Kweli kabisa. Mimi nimemwahidi kuwa na mpenda, kwa hiyo Kwele... mi siwezi taam Zwena, nafahamiana na udada kutoka lini? Yaani, yule na miaka mingi sana nafahamiana naye. Laki, lakini leo hii tumekutana hapa hata mimi mwenyewe nilikuwa siamini kwa sababu muda mrefu sana alikuwa namfukuzia. Ndo huyo ulikuwa na adis akaondoka, yuko yeah. nje ya yeah, yeah. shanti ya ubaya. Sasa kwa nini, kwanini nadhani hapa atanielewa mimi. Nadhani yule ni mwanamke kama wewe, mtakaa mtaongea, ataisha naondoka. Nataka nimwe kabla hajafika nyumbani, maana yake akishafika nyumbani mm-hmm.